Welcome Evelyn, nisikia upo huu. Asante sana, ulisema jina nani vile? mimi ni kipande na kampuni yangu inajulikana kwa jina Amazon Production. Oh, sawa, tunaweza sasa tukaanza mjadala wetu, maana muda mali. Okay, nimependezwa sana na nyimbo zako nzuri sana, una kipaji binti kikubwa sasa unakaribishwa katika lebo yangu, kama uko tayari unaweza kusaini bila ya kupoteza muda. Sawa, naweza kusoma mkataba wako kwanza. Sawa, nimeuelewa na ninaweza kusaini sasa hivi, tuanze kazi okay. Okay, karibu sana Evelyn, ngoja nikaongee na management yangu akupa taarifa lini uje studio. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Asante kweli. Eh, karibu kipenzi. Habari za huko? Tuliza presha kwanza, kipenzi. Unalaka kweli Charles. Evelyn, niambie bwana mwenzio. Basi tukae chini kwanza, unipe stori za huko, nini kimejili? Nimechoka. Ehe, niambie sasa <coughs> bebi, umbea wa huko? Embo, gonga tano kwanza. Huku nimekutana naye, nimesoma mkataba, nikafanya kama ulivyoniambia Chalesi wangu. Basi wakasema watakaa wakubaliana, watanicheki niende studio.